kwa undani kilichojitokeza jana usiku. Nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Kwa niaba ya chama chetu, nataka kutoa pole kubwa sana kwa watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. La pili, kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa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 Tunamshukuru Mungu. Mengine tutazungumza kwa wakati mwafaka.